Karibu sana katika chaneli hii ya Abia Telatela, na leo tutazungumzia ulokole wa zamani na ulokole wa sasa, au kwa lugha nyepesi naeza kusema ulokole wa kizamani na ulokole wa kisasa. Wale waliokoka kipindi cha nyuma wanalalamika kwamba vijana, sasa hivi nguo mnazovaa, mnasema mmeokoka, ni nguo ambazo azionyeshe kwamba mmeokoka. Eh, mnavaa nguo ambazo zinawakwaza zina wakwaza wale walokole wa zamani, kwamba huko kaji gani huko. Mwanamke kwa nini uvae suruali? Mwanamke kwa nini unavaa navangu yenye mpasu? So mimi katika katika kuelewa wangu kidogo, niliona maisha huwa yanabadilika, anabadilika. Ngoja tuzungumzie sasa walokole wa zamani. Tukizungumzia walokole, hata mimi ni mlokole. Mimi mlokole wa zamani, mlokole wa sasa, mlokole wa zamani wa sasa ajaye. Tukizungumzia walokole wa zamani, zamani kulikuwa kuna aina fulani ya mavazi e, hata magauni, kuna wamama walivyovaa, wa mama zetu wa zamani, tofauti na miaka ya saa hizi. Kuna kushona vitenge, kuna kushona design tofauti, nataka kusemaje, fashion zilizokwepo zamani ni tofauti za saizi. lakini sasa tunapozungumzia swala la ulokole hata kama fasheni zitabadilika zitakuja za kisasa, wale wazee au watu waliotutangulia wanatamani kuona kwamba eh, hata katika usasa huo waone, yani wamuone Kristo ndani yako, yani hmm. Jinsi unavyoapia unavyo apia mbele za watu wanasema appearance, yani unavyoonekana mbele za watu kwa hivyo hivyo ulivyo wa kisasa eh, kwa nguo hizo hizo za kisasa waone kwamba huyu huyu msichana au huyu kijana ako na Yesu ndani yake eh, yuko na Yesu ndani yake, lakini wanacholalamika ni kwamba nyie vijana wa saizi mnavaa tu ovyo, ovyo ovyo kama watu wa duniani mm? Unavaa nguo kama za watu wa duniani, kwa hiyo mtu akikuona anashindwa kukutofautisha kwamba wewe ni mlokole au wewe ni mtu wa duniani eh. Kwa hivyo ongelea swala la walokole hapa, walokole wenzangu, nikizungumzia swala kwamba watu wa duniani, walokole wenzangu, mtakona ni nani? Yani watu wa mataifa mm. Tukisema watu wa mataifa, ambao watu wale ambao hawajamkiri Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yao, ndio tunasema wa mataifa. Sasa wewe ndio unavaa kisasa eh? Hata kama umesema usasa huu suruari ni vazi tu la kisasa sawa. Je, suruali ikubane hivi, mtu anaoona suruali ilivyokubana, anavyokuona suruali navyokubana vile, hujamkwaza ujamkwaza wa zamani? Sisi wa zamani hujatukwaza na suruali yako imekubana, alafu kanisani mm. So tukija kwa ujumla, suala la mavazi, suala la tabia ya mtu, suala la ni namna gani mtu aishi au aenende katika uokovu wake, ni kwamba tunaye kiongozi mmoja tu ambaye anaweza kutuongoza wote, mimi wewe, kwa akakuongoza kwamba uvae hivi. Ndiyo, tuko kali, ni mpya e, tuko miaka hii ya sasa, sio zamani. Unajua zamani walivyovaa na sasa hizi tofauti, teknolojia inaongezeka, ina watu wana advance eh, e, huyu kiongozi ambaye anaweza akanisaidia mimi na wewe ni mmoja tu, tunamwita Roho Mtakatifu. Kwa kwa hapa, ngoja niwe serious kwanza. Roho Mtakatifu ni mmoja hayupo eh. Nao mtakatifu wa zamani hayupo, nao mtakatifu wa sasa ni huyo huyo tonasema m Mungu ni leo jana, leo, leo na hata milele habadiliki, hajawahi kubadilika. So suala zima la utakatifu ni utakatifu, utakatifu tu. Utakatifu hauna kusema una kuna utakatifu wa zamani na utakatifu wa kisasa Tunaenda vizuri yaani, tukizungumzia utakatifu, utakatifu ni utakatifu. Hakuna utakatifu wa zamani, hakuna utakatifu wa kisasa eh. Kwa hiyo ni mimi na wewe kumuomba huyu anaekiongozi. Bwana Yesu alisema, nawaacha lakini sitawaacha peke yenu, utawachia msaidizi. Kumwomba huyu msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, muombe Roho Mtakatifu, the way unavovaa hiyo eh, ukivaa hivi nguo kabisa unasikia roho mtakatifu ndani yako anakupa amani kwa nguo uliovaa ukaenda nayo kanisani unasikia amani yes unasikia amani basi ivae kwa hiyo amani yako ndani iamue ilo vazi lolote utakalovaa hiyo umevaa suruali hiyo iwe umevaana umefanya nini hiyo umevaa nini vyovyote mm. mimi mtazamo wangu ni huo kwamba vaa vyovyote utakavyoweza, lakini amani yako ya ndani ambayo ni ya Roho Mtakatifu iamue kwamba hivi nimevaa, ni sawa, ni sawa, nenda, songa mbele. Na katika katika tu hali ya kawaida, unapo unapofanya kitu chochote, unafanya mwenyewe kwa kufurahia, lakini angalia usikwaze wengine unaweza ukavaa uka nguo ni wewe unaifurahia, lakini watu wakikutazama, wanasikia makwazo, ndio utakiwe kujali wanasema nini, wanafanya nini. Lakini msikilize roho mtakatifu ndani anaruhusu wewe wakwaze wengine, au anakuruhusu wewe uwe hivyo unavyotaka? Kwa hiyo ndo hivyo sasa. Mimi leo nasema tupige stori tu Kawaida ulokole upo kweli, ulokole wa zamani na ulokole wa sasa, ni kweli upo. Ulokole wa zamani ndio hivyo kwamba watu walivaa mavazi ya kizamani, naweza kusema mavazi labda ya kishamba eh, hey, unaweza vyovyote vile utakavyosema. Au ulokole labda mkasema zamani watu walikuwa na ulokole wa kutia huruma, sisi tunataka ulokole wetu tuwe tu, tunachangamka ni sawa utazungumzia hivyo ulokole, lakini msimamo ni ule ule. Ulokole upo wa zamani na ulokole wa sasa, ni sawa, lakini utakatifu ni utakatifu. Dhambi yoyote inayotendwa na mwanadamu inamchafua, inamchafua Roho Mtakatifu, inamuudhi. Dhambi yoyote iwe, una amna dhambi kubwa, amna dhambi ndogo. Kwa hiyo chochote unachokifanya ambacho ni kinyume na neno la Mungu kina mwote, Mungu kina mtasilisha Mungu hmm. Amna cha kusema usasa, amna cha kusema uzamani. Kwa hiyo jambo letu la msingi hmm, kama vijana, sisi vijana wa zamani tunasema sawa, tunawaelewa vijana wa sasa. Jambo letu la msingi, kwanza tujifunze kusoma neno la Mungu linasemaje, na unaposoma neno usisome tu kama unasoma tu kitabu cha hadithi eh, kitabu cha riwaya, kitabu cha tamthilia, kitabu si, yani usisome tu kama unasoma hadithi. Unaomba Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa neno, kwa sababu neno linaanza likasema hivi, lakini tafsiri yake ikawa ni ya namna fulani eh, tunarejea pale pale, msingi wa mtu ambaye ameokoka ni neno la Mungu na kuongozwa na Roho Mtakatifu. Nilicho kugundua ni kwamba watu wanachukua mistari ya Bibilia kutetea tabia zao mbovu. Mm. Walokole wengi wa siku hizi, sijui naweza nikasema kasema wa siku hizi na, na wazamani, na si ndio? Ila walokole wengi wanachukua mistari ya Bibilia ili kutetea tabia zao mbaya, badala ya kujirekebisha. Mtu anavyokukosoa, badala ya kuchukua mstari wa bibilia kusema usihukumu sijui usije ukahukumiwa, sijui nini na nini. Kubali kwamba ndiyo hii tabia kweli ninayo ni mbovu. Nenda mbele za Mungu, muombe Mungu akusaidie ili uweze kubadilika kwenye hiyo tabia, kwa sababu hawatashuka malaika au utasikia kwamba Mungu ameshuka sasa akwambie unachokifanya tabia hii sio nzuri. Atatumia watu hao, wow, watu ambao unaona wewe wanakuhukumu ndio watu ambao Mungu anawatumia kuonya kwamba hii tabia unafanya sio nzuri. Kwa hiyo usilale kwenye maandiko, ukakimbilia kwenye maandiko, oh, msihukumu, oh, sijui nini, hapana. Kimya kimya nenda mbele za Mungu kumwambia Mungu najua kweli hii tabia ninayofanya ni ni eh, hii sio nzuri. Naomba nisaidie niachane na hii tabia. Eh, ukubali kwamba hiyo tabia sio nzuri. Ni rahisi kama umekubali kwamba tabia sio nzuri, Mungu akakusaidia. Lakini ukiendelea kujificha, oh, wanatuhukumu, msihukumu, kazi ya kuhukumu ni ya Mungu. Hawakuhukumu, wanakuonya. Na ishu nyingine wewe, wewe sasa ambaye ndio umeshutumiwa kwamba usihukumu wenzio, kitu ambacho kinaweza kikakufanya ukawa bize na maisha yako ni wewe unatakiwa wewe kujikagua wewe, badala ya kwenda kum- kumjaji mtu fulani mbona, oh, mbona unafanya unafanya hivi. Ukawa busy na kufocus na maisha ya watu. Focus na maisha yako kuna vitu tu vibaya vibaya tu, kuna vitabia tu vibaya, vibaya unavyo. Kuna watu wanaviona, kuna vingine ambavyo, kuna vingine watu hawavioni. Kwa hiyo focus na maisha yako kwanza wewe halafu, angalia kitu gani ambacho unatakiwa kukirekebisha. Nenda mbele za Mungu, muombe Roho Mtakatifu, naye atakuongoza ili ujue ni kitu gani unatakiwa kujirekebisha. Hmm? Safari ya kwenda mbinguni ni yetu sote. Sote tunataka kwenda kuona eh, nyumba za dhahabu kwenye maziwa na asali, kwenye nchi nzuri ambayo Mungu ametuahidia. Sote tunatamani kwenda huko, lakini pia tunapaswa kuishi hapa duniani kwa amani, kwa upendo na kwa kufurahia kila kitu kilichokuwa hapa duniani eh, ambacho kinampendeza Mungu. So badala ya kufocus na maisha ya watu kukosoa watu <laughs> Wewe dili na maisha yako binafsi kwanza, jikague wewe, dili na maisha yako ukiwa. Una dili na maisha yako na kujikagua kila siku, nini, unaenenda vipi, unaenenda vipi? Au wewe utakuwa na muda wa kukosoa wenzio? Sasa, kwa kumalizia, ni kweli tuko kwenye generation mpya, generation nyingine, kizazi kingine, ni kizazi cha ngapi sijui. Ni kweli tuko kwenye utandawazi Maisha sasa sio maisha ya zamani, ni maisha ya kisasa. Haiwezi ikawa mitindo ya nguo za zamani ikawa tunaitumia sasa. Hapana, mitindo iko mingine mipya mizuri. E, namna ambavyo tuta tutaishi ni tofauti na zamani. Zamani kulikuwa ili uwasiliane na mtu utaandika barua, lakini saa hizi kuna simu e, au utasema kwamba simu ni dhambi, simu ni za shetani? Hapana, kila kitu kilichopo ni cha Mungu kila kitu kilichopo ni cha Mungu. Hata shetani huyo aliumbwa na Mungu. Inategemea wewe unatumia kwa jinsi gani, au kwa namna gani? Koyonivu, ivu, ivu. kwa hiyo ndivyo hivyo hivyo kwenye mavazi. Mavazi yame advance, tuko kwenye teknolojia, tuko kwenye usasa saa hizi, karne mpya. Lakini namna unavyovaa vyovyote vile, hakikisha kwamba wewe kama binti wa kilokoli wewe kama kijana wa kilokole unamwakilisha Yesu popote utakapokuwepo. Ndiyo maana ofisini unaona kabisa kuna mavazi ya ofisi fulani eh? Ukivaa mavazi ya ofisi fulani kwenye ofisi nyingine, unakuwa unawachanganya watu, hawaelewi huyu ni ofisi gani. Kwa hiyo wewe upo kwenye ofisi ya wokovu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo vaa mavazi ambayo yatamtambulisha Yesu, yaani mtu akikuona, anasema ya huyu mtu ameokoka, asiwe na maswali e. Yaani mtu asijawe na tashwishwi kwamba hmm, ameokoka kweli huyu, mbona mavazi yake. Mbona? vaa ani onekana, mahali popote utakapokuwepo, onekana, ndiyo kwa uu, usasa, kwa yaani Yesu livyo wa kisasa, hivyo hivyo wa kisasa hatujakata, hatujasema uvae kizamani, vaa hivyo hivyo kisasa lakini hakikisha wanamuona Yesu ndani yako. Hey, unapotoka nyumbani, Roho Mtakatifu wa kuongozi kwamba ile hey, vazi ulilovaa good smart hey, sasa mtu mwingine ukiona, umeona kabisa ndani yako, una amani na Roho Mtakatifu ame- amekuridhia kabisa, unasikia amani ndani alafu, mtu mwingine akakukosoa labda, la, yeye ana shida zake binafsi hey. Otherwise, kama kweli kabisa mtu unaongozwa na Roho Mtakatifu kweli kabisa, kuna vitu kabisa unaona kabisa um, hata mavazi utaona kabisa, hii vazi ya kifaa, hii vazi hii vazi e. Ila kama uko na tabia bado unazitaka tabia zako utaki kuacha, na Roho Mtakatifu anakusemesha, hiyo ndio kuno lako mwenyewe eh, hiyo hiyo ni shuta kwa mwenyewe, usisindikie kwamba wewe ni ulokole wa kisasa. Amna ulokole wa kisasa Hamna uokole wa kisasa, wenye utakatifu wa kisasa. Kuna uokole unaweza ukawa wa kisasa, lakini utakatifu ni ule ule. Yesu ni yule yule, jana leo na hata milele. Kwa hiyo utakatifu ni ule ule. Ulokole wa kisasa sawa, kwa sababu mavazi yamebadilika na nini na nini, lakini utakatifu tutauona namna unavyoapia mbele za watu. E, tuzidi kumuomba Mungu atusaidie. Kuna tabia ambazo bado zinatung'ang'ania tuachane nazo <laughs> ili tumwakilishe Yesu mahali popote tutakapokuwepo. Kwa hiyo ndio hivyo, katika stori hizo mabishano yamekuwa mengi. Oh, oh sijui nyi mnataka walokole tue wa tunatia huruma? Hapana, yaani e, katika watu ambao wanatakiwa washaini ni walokole, wanatakiwa washaini kwa sababu Yesu Kristo alikufa na kufufuka, alitufanya sisi tushare. Yani uwe tajiri uwe na majumba uwe na yani, uwe na maisha bora kuliko mtu ambaye hajaokoka, uwe uwavutie watu waseme huko, hey, kwenye ukovu kuna mambo mazuri. Hatutaki e, kutia huruma. Yani kama zamani labda hawakupata ile neema ya kujua kwamba sisi tunatakiwa tuishi kwa wabaazi wa zamani, lakini kuna watu waliokoka zamani wanajua kwamba kila kitu kilichopo Eh, hapa duniani ni mali ya Mungu hmm. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake nayo mengine yote mtazidishwa. Kwa hiyo unapotafuta ufalme wa Mungu, Mungu anakuzidishia ute utajiri mali ni, ni zaidi ya Mfalme Suleimani alivyokuwa na utajiri eh, hatujasema hatu uwe ulokole wa kutia huruma, ila uwe ulokole ndio wa kisasa, ulokole wa kuchangamka ila ndani yake huwe na utakatifu. Tuone kama huyu ni mtakatifu, yani tu, tunaona kabisa huyu hmm. Na neno linasema watakatifu walioko duniani ndio waliobora hao, yani, yani, wanaoishi hapa duniani lakini wanaendelea kuwa watakatifu, wanajiheshimu eh, wanatunza utakatifu, hao ndio walio bora waliobora kwa hiyo Nakushukuru sana we ambayo umetazama chaneli hii ya Abia Telatela, umesikiliza hizi story nilikwambia, kwambia stori zinafurahisha, lakini unajifunza hmm. kwa wale walokole nadhani kuna kitu umejifunza kuwa chumvi, kuwa taa, mulikia wengine, usikwaze watu unavyovaa. Amani ya moyo, amani ya Roho Mtakatifu ndani yako. Kama kweli yupo Roho Mtakatifu ndani yako, iamue vazi utakalovaa vyovyote lakini kweli ndani yao Roho Mtakatifu ameongoza free fr mm. atuja hakuna atu, sehemu imesema fanya vaa hivi vaa mm -mm. Roho Mtakatifu atakusaidia vaa hivi hivi hivi vaa hivi hii mm -mm. usifanye hizo, ni Roho Mtakatifu nenda kushoto, nenda kulia, Roho Mtakatifu hata katika kusoma neno, Roho Mtakatifu ndio anaye tusaidia huyo e, mchungaji wako huyo nabii wako huyo, nani kiongozi wako wa kanisani, naye pia ni mwanadamu, naye anatakiwa aongozwe na roho mtakatifu. Utaongozwa na yeye kama kiongozi wako kanisani, lakini Roho Mtakatifu ndiye kiongozi wetu mkuu sote, wachungaji, manabii, waumini wote, kiongozi wetu Roho Mtakatifu. Yeye ndiye atatusaidia kumjua Yesu Kristo, kumjua Mungu Baba na kujua yaliyojificha tusiyoyaona na mambo mengine kadha wa kadha. Zaidi sana usisahau kuomba mm. Itahidi uwe unaomba ukiamka, sali kabla ya kulala, sali. Dunia inahitaji ujue mambo yanayoendelea katika roho hmm. Takiwa ujue ujiepushe nayo, pambane nayo. Nani atakuongoza? Roho Mtakatifu. Naomba niseme kwa leo. Stori yetu ilikuwa ndio hiyo, ulokole wa zamani na ulokole wa kisasa. Upi ulokole bora? Mm, ulokole bora ni ulokole wowote, uwe wa kisasa uwe wa kizamani, lakini ni ulokole wowote wenye utakatifu ndani yake. We kuwa wa kisasa, kuwa wa kisasa, kuwa wa kisasa. Eh? We si wa new generation, kuwa wa new generation na misingi yako ya new generation. Wewe si wa zamani, kuwa wa zamani na misingi yako ya zamani. Lakini tunachotaka kuona sisi watu wengine, labda tuseme huku, tuseme sisi wa nje ambao hatujaokoka, tunataka tuone utakatifu ndani yako. Yaani wewe uwe nuru, ili usababishe sisi wengine, kwa mfano, ambao hatujaokoka, tuokoke kupitia huo ulokole wako wa kizamani na huo wa kisasa. Utakatifu hauna uzamani, hauna usasa. Yesu ni yeye yule jana leo na hata milele. Eh, kwa hiyo tunataka tuone. Kwa sasa ukisubscribe channel hii, nimekuambia kuna story nyingi tutapiga story, yaani e, story ziko nyingi. Eh, tutaka tupige story za namna gani, ziko nyingi sana kadiri ambapo neema ya Mungu itatuwezesha tutapiga story, lengo la kupiga story hizi ni wewe ufurahi, lakini katika kufurahi ujifunze mambo mbalimbali katika mbali maisha. Asante sana, ulikuwa na mimi mtangazaji wako Abia Telatela, au msimuliaji wako wa story. Asante sana.